Au nguo ni walekeze namna ya na kufanya backup, nguo tutumie Safe Pal kwa sababu mimi napenda kutumia na wallet nyingi aaa, nyingi nyingi. Utakuja katika hivi vidoti vitatu hapa hapa pembeni utavibonyeza then utaona kuna hii hapa sehemu ambayo imeandikwa backup. Utaibonyeza hiyo backup. Then, ukiangalia kwenye upande wa Google Drive sijafanya backup. Lakini mimi upande wa backup manual tayari nimeshafanya backup, kwa hiyo ukitaka kuyapata tena maneno yako utabonyeza hapa hapa backup, alafu then utakuja, utakubali hapa vidoti vitatu, utakubali then utabonyeza understood, utaweka password yako hapo ukishaika password tu, maneno yako yatakuja, utayaona maneno yako hapa. Uh, mi nimeyafunika kwa sababu ni siri yangu, kwa hiyo siwezi kuyaonyesha sehemu. Kwa hiyo mimi maneno yangu haya hapa, naweza nikaandika tena upya, kama labda nili niliyapoteza nili na nikaihifadhi vizuri. Ukishamaliza hapo unaweza kurudi nyuma. Naona? Kirudi nyuma basi, tayari akaunti yako tayari unakosha ushaifanyia backup na tayari maneno unakwepo kizi namna ya kufanya kurudisha waleti yako, kama labda ulifuta ulipoteza simu au uibiwa, utaingia kwenye wallet yako. Mimi ngoja nijaribu kufuta wallet yako nirudishe tena. Mimi sijaibiwa simu, siwezi kuibiwa. Haya, utaingia hapa, labda kwenye hii wallet, wallet yetu hii hapa, unaweza ukaifuta hapa, ukaingia kwa vidoti vitatu alafu ukabonyeza remove wallet. Tufanye kama tumeitoa wa hii wallet, tutaconfirm. Ikisha confirm, Kisha confirm wallet yetu ishaondoka tayari, haipo. Unaona wallet zilizobaki ni hizi hapa. Njia ya kurudisha wallet, kama ukidownload play store ikaja upya, utaifungua ukishaifungua. Aa, mimi binafsi nitaingia padi wallet. Ukishaifungua wewe Itakufungukia kama hapa, itafunguka kama hivi. Sasa itakuuliza una create new wallet, una add existing wallet, au una connect hard wallet, au una unatengeneza observation wallet, au sometimes inaitwa watch wallet. Sasa sisi lengo letu ni ku add existing wallet, kwa sababu sisi wallet yetu ilikuwa nayo lakini tukawa tumepoteza simu au tumebiwa simu au tumeifuta kama mimi nilivyofanya. Sasa njia ya kurudisha, utabonyeza hapa existing wallet. Utaweka password. Password unaweza ukaweka yoyote yoyote, sio lazima uweke ya zamani. Ukishaweka password, watakwambia uweke maneno. Unaona, kwa sababu wallet yetu kule tayari tulikuwa tushafanya backup ya maneno. Kwa hiyo kwa maneno yako utaandika moja moja, kuanzia neno la kwanza mpaka la mwisho la kumi na mbili utayaandika, na ukiandika neno ukilikosea, basi yenyewe itakuonyesha kwamba umeikosea. Ngoja si tuyaandike. Mimi tayari nishabonyeza, nishaweka maneno yangu yote zeni. Baada ya hapo, kinachofuata kuna sehemu hapa imeandikwa next. Nafikiri kwenu hamuoni kwa sababu hii hapa ni security, sehemu ambapo kunakuwa na security kama maneno sensitive hivi. Basi hata wallet hizi binafsi woga zina hide. Kwa hiyo baada ya hapo nitabonyeza next. Wataniuliza, unaona? Would you like to import the wallet now? Nataka kuimport wallet now au labda nataka kuseti labda setting fulani. Naambia, ndio mimi nataka na amna cha setting wala ni. Basi akaunti ya yangu itarudi, na ikisharudi amaunti yangu yapo tayari imeonekana, unaona. Kwa hivyo ndo jinsi ambavyo unaweza kurudisha wallet yako, na hela zangu hizo hapa dola 28.9 nimezikuta na BNB zangu hapo kazaa fresh, unaona. Sasa kama una maneno na maana hapo ndo unakuwa umeisha ko unaweza kurudisha hayo maneno kama utaki kutumia labda safe pal wallet, tunaweza kutumia wallet yoyote, tunaweza kutumia token pocket, tunaweza kutumia trust wallet. Ziko nyingi, mimi nazo nyingi kama unavyoweza kuona hapo. Unaweza kutumia OKX kwenye upande wa web3 wallet, tunaweza tukaenda kwenye, kwenye trust wallet turudisha hapo maneno, labda kwenye trust wallet. Ukishafungua trust wallet yako, utakuja hapa juu kwenye sehemu ambayo imeandikwa main wallet au jina la wallet yako, ubonyeza hapo kama kawaida kuna wallet mbili hapa. Sasa wewe utakuja kuadi hiyo wallet ambayo unataka kuifanyia backup, next kisha sasa watakuuliza kwamba una adi wallet ipi, si tutabonyeza main wallet ae. Sasa baada ya hapo, watakwambia uweke yale maneno. Sasa tutaenda kuweka yale maneno kumi na mbili ambayo tumehifadhi. Sasa baada ya kuadi hayo maneno, tutakuja tutabonyeza next, tutaadi, ita load. Tayari wallet yetu imerudi, tayari wallet yetu imerudi na ukilifreshi vizuri hata mount yako ambayo ilikuwepo utaweza kuiona pia. Kwa tulifreshi hii hapo, mount imerudi pia, kwa hiyo iko hivyo. Tulikuwa na BNB na USDT 28.9 kawaida, fresh. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ambavyo unaweza ukadi wallet katika Trust Wallet. Token okay, pocket wallet tuyaje haya maneno katika hii wallet ya token pocket wallet, ili watu ambao wanauliza bana supreme vipi kwenye token pocket, mambo yasiwe ni mengi. Tunaingia hapa, ama kuna kialama cha kujumulisha hapo, tutabonyeza hapo. Baada ya hapo, utakuja utachagua network, tunatumia network ya BNB, unaona. Then sasa sisi kuna create new wallet, kuna import. Sisi tuna import kwa sababu tuna maneno then baada ya hapo unachagua njia ambayo ulitumia kufanya likasi. Tunaingia kwenye recovery phase, sababu sisi tuna maneno kama kawaida, tutaandika hapo mhm, ma... mm, tutaweka maneno yetu kama kawaida. Then baada ya kuweka maneno, utakuja utaweka jina la wallet hapa chini WhatsApp business. Baada ya kuweka maneno hapo chini, utakuja utaagree hapa. Baada ya kuweka jina hapo, utaagree hapa nini condition zote Baadaye utaendelea huku chini hapo, utaweka password. Baada ya kuweka password, utabonyeza import wallet, wallet yako itarudi kama kawaida. Refresh utaona amount yako ambayo unayo katika wallet hii. Hapo kuna BNB hapo na kuna nini, tuna USDT zetu kama kawaida 29 tisa zile zile hivyo ndo jinsi ambavyo unaweza kurudisha hayo maneno kwa kutumia nini, token pocket wallet karibu sapmkaito tunauza na kunuapia USDT. Unaona namba zetu ndo hizo hapo, 0755 77 42 44. karibuni sana.